Viongozi wanaongoza Kiambu, nyinyi wote ati nyinyi wote yeah. Nyinyi yeah. ni makasia takataka. Hata mtu nimeona akitetea wananchi ni karongo pale Senate. One time. Wale watu wengine nyinyi ni makasia takataka. One time. Sisi hatukuwa tunakataa soko ama vibanda zibomolewe, kitu tulikuwa tunataka ni alternative Wantam, mkuje mwelezee wananchi, sisi kama wawakilishi wenu tunasema mtoke hapa, mwelekee mahali pengine. Wantam, mtoke hapa kwa barabara, mahali mlituchagua, mkiwa muhame hapa, muende mahali pengine. Asanti hasra Kamau, najua hii ni ya Kamau hata bila kuuliza. Seli so, Kamau ananipea maziwa kuliko kasia takataka taka, inalipwa millions of money and they don't care about the common mwananchi. One time. So tunaanzia na Kingara we ni kasia takataka taka. na wewe kwanza hata usiwahi kuja hapa kutubebeleza One time. One time. Tunaelewa hapo ile kasia ingine anajitanga mtetezi wa boy child anaitwa Wamrah. Kasia ingine hata hawezi kuwa na audacity ya kuja Githurai kuambia hapa Kiambu na mko wajinga kiasi hicho kuamini ya kwamba nikeni haina bomoa sio wa matangi? One time. One time. na ukajua kwanza, ujigongee yako ndio watu wa Githurai feel very vulnerable, hata wakibomolewa, hata kubuka ati we die governor. One time. One time. One time. hata heli ungeletea watu wao, wanabomolewa maziwa, at least they feel comforted. One time. One time. Hebu nikuelezee wewe kwanza, Kasia, hata uvae kuwa governor wewe ni kuibia. Uliibia wajangu one term, ukamwibia nomination na ukamwibia general election one term. Sasa hebu tukujulisha hivi, wewe ni one term na one term itaanza Githurai, itaanza hapa Githurai. Tunajua hata Kimani Ichung'wah sio adui yako, yeye ni rafiki yako. Kwa nini ulienda mazishi ya babake? Ulienda pale ndio ajifanye anakuchukia ndio upate upate second term. Wewe unashinda kufuatana na Kasongo kila endapo ndio upate sympathy vote ndio uende pale hadi singanga ajifanye anakupinga ndio tusympathize with you tukupatie second term. Hatukupatii. One time. One time. One time. Hata ukuje na DCP hakuna kura tutakupatia. In fact, hebu tukwambie ligadhi kashagwa. Wewe utakuja kutuelezea vile tutafanya. Sisi ndio tunakwambia, sababu sisi ndio ground. One time. Unajua sisi sio wajinga. Sisi sio wajinga kiasi hicho. Hamuta tufunga macho. One time. Ungekuja ulie na wananchi, wakirushiwa tia gas urushiwe na wao. One time. Umemuona mahali Unajua by the way, tuko na viongozi ngozi watu hawana akili, hawafikiri about the common mwananchi. One time, one time. Tumeona leo Githurai mambo yamefanyika leo, ni kana kwamba kulikuwa pia na wezi, vijana walikuwa na pora watu simu, walikuja wakateka advantage after soko kubomolewa. Hiyo inamaanisha aje? Pia tuko safe na pia kulikuwa na, na maaskari, kazi yenyu ilikuwa gani? Addition to that mshabomoa soko kutoka pale karibu na Dick and Collins, mpaka pale karibu na Clewax penye Samora aliiba uwanja. Mnatuambia ati mali usifi ofisi ile jengo hapo inakaa lodging, hapo ndio soko inafaa kuwa. Hiyo space haitoshi ni kidogo sana. Hiyo space haitaweza accommodate watu zaidi ya hamsini. Na pia mtu mmoja pia anazambwe achukue kibanda moja, achukue vibanda kama tatu mtu mmoja. So wengine wataenda wapi? Hiyo ndio sali mnafaa kuja kutujibu Jambo lingine, jambo la pili mnasema mlipeana notice. Mlipeana notice ya siku ngapi? Hiyo siku ambayo mulipeana ilikuwa imetosha? Jambo swali lingine, niko na swali kwenu. After mmesema mmepeana notice, mulipeana alternative? Swali tena, watu wa matatu walikaa chini na watu wa Kenya na watu pamoja na watu wa soko wakaagrii soko ibomolewe? Hiyo ni maswali ambayo mnafaa kuja kutujibu kama wananchi. Tunataka hizo ma majibu. Addition to that, kwa nini mkuje mbomoe Githurai yetu? Najua place kama Mudhurwa kuna soko na pia kuna barabara magari hapo. Addition to that, pia isiluki kienda sahi pia kuna jamu ya watu mpaka gari iweze pita. Why Githurai 45? Why Kiambu County? We need answers and we demand answers from you. So you cannot come and tell us ati wacha tuanze pale wale watu ni wa mlima. Why? Why people of Mulima? Because wamekukataa. You cannot force people to love you. Yes. That is the reality. Addition to that, Governor Wamatangi, umeongea? Ameongea leo? Where were you? You are the swazani ulikuwa unalia pale vile wamekuja mabomolio ya kwako. Yet the people of Githurai and Kiambu County walisimama na wewe. Where were you?

Nani ako na nguruwe hapa? Inua mkono. Zilikufa. Nani ako na nguruwe hapa? Zilikufa. Zilikufa. We, wananchi mko na nguruwe? Ha, zilikufa. Hakuna nguruwe li piano hapa. Zilikufa. Labda alipatia watu wa Mweyoko huko na tujui. Kimani wa Matangi, barabara za Githurai imejengwa ziko wapi? Hakuna. Kimani wa Matangi, uwanja wa football wa Githurai 45 iko wapi? Iko. Hakuna uwanja. So, wewe umekaa tu hapo kwa ofisi, uanze kuja kulialia hapa. Sasa ukilia, tunakueleza na kitu kingine bado. Na wewe pia ni one time and it's confirmed. Anu, you have nothing to fear. Addition to that, still we have wanyambao na wanasema tara kusimama kuwe MCA, MP. Mulikuwa wapi pia nyinyi? Hata hmm, wenyu hapo. Saa hii pia nyinyi muzikuje ground kuja kuomba kura. Kama mtataka kuja kuomba kura, piteni hapa bunge mkuji hapa, mukuje mwelezee wananchi hapa. Mulikuwa wapi? Mambo ya upuzi kutuambia, mkiingia mtarejesha. Hakuna sootaka murejeshe musamua. Pia nyinyi ni matumbo craft, pia mnaongelea kwa media. Kampeni haifanyiwi kwa media, kujeni. Wacha wachani kuja kutofaa kwa media aje a, ni matumbo craft na ni wezi. Na niliwaambia hivyo wananchi wa Kenya kama unataka kuchagua mtu kwanza kwanza awekelee deposit ya kufanya maendeleo kwako before umchague, hiyo sina make sense. <laughs> Yeah. Tuombeeni ukweli hapa hadi akikwambia ukinichagua nitafanya ame, amefanya nini afanye kwanza ndio umchague, umchague. Tusibabu ujinga saa hii wananchi. Tunaelewana, mm -hmm. Na vijana tuchukueni kura. It is now high time peke yake. Namba jambo la pili. Yes. Kuna matakataka wengine wako TikTok wamejaa kila mahali on social media, wanauliza kwani Ken hani Ruto? Tutakuuliza swali moja, Ken hani ya saitani ama ni ya serikali? So kama Ken hani ya serikali, serikali inaridiwa na saitani ama inaridiwa na Ruto? ati zote. One time. Ni mimi nimesema ama ni nyinyi? Sisi. One time. One time. So kama Kenya hani ya serikali, kwa nini mnauliza maswali ya takataka? Nimeona wengine wakiuliza watu kwa nini hawaingii soko ya Githurai? Hiyo soko ya Githurai mnajua vizuri. Kibada moja imearokitiwa watu 16. One time. Hiyo soko haijai funguliwa. Hata wenye wanauza wanauzia huko nje. Saa hii nimeona watu watu wenye wamejenga huko ni wale wanaitangwa mamos, wanaitangwa bats.

One time. One time. Unajua kuna ukasia ingine hatuwezi tolerate. Mnatwambia kuna alternative. Sisi hata hatuna shida. Mmebomolea watu. Simuwapee hizo soko zenye munasema masoko. Nani atakataa? One time. One time. One time. Unajua heri tuongee ukweli. Ikifika ni kwambiana ukweli. Hakuna haja tuanze kudanganyana hapa.